Majira ya saa 2 na dakika 28 asubuhi tulipokea wito wa uwepo wa tukio la moto tukitaarifiwa kwamba kuna mmoja wa chumba cha hosteli cha Chuo Kikuu cha Sayansi MUST Mbeya kilikuwa kina waka moto. Tuliweza kufika eneo la tukio, ni kweli tukabaini uwepo wa tukio hilo ambalo kulikuwa kwenye hosteli ambayo inaitwa Block namba 8 c ambayo miongoni mwa chumba chake kimoja ambayo iko ground floor kilikuwa kinawaka moto. Tuliudhibiti moto huo ili usiweze kuenea maeneo mengine, na tukafanikiwa kufanya hivyo. Chanzo cha moto huo, taarifa za awali inaonyesha ni coil heater, ambayo mwanafunzi mmoja wa wanafunzi ambao wanakaa kwenye chumba hicho walikuwa wanakitumia kwa ajili ya kuchemshia maji ili waweze kuoga. Najua wote tunafahamu kwamba mkoa wa Mbeya una baridi sana, kwa hiyo walikuwa wanachemshia maji waweze kupata maji ya moto ili waweze kuoga, lakini kwa bahati mbaya ikapata shoti na kwa sababu hita hiyo ilikuwa karibu na godoro, moto ukashika kwenye godoro na kuweza kusababisha madhara. Madhara ambayo yamepatikana ni kuungua kwa baadhi ya vitu vya wanafunzi ikiwemo nguo zao, madaftari na kompyuta mpakato mbili ambazo wanafunzi walikuwa wanazitumia, vitanda pamoja na hayo magodoro ambao walikuwa wanatumia wanafunzi kulalia. Kwa hiyo wito wetu kama jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Mbeya, kwanza uongozi wa chuo uhakikishe kwamba unafanya ukaguzi wa mara kwa mara kubaini kama wanafunzi wana vifaa ambavyo vinaweza vikaleta madhara ya moto kama ambavyo imetokea hapa. Lakini jambo la pili, tumeelekeza wanafunzi wahakikishe kwamba wanakuwa walinzi wa mali zao, kwa sababu sio kwamba tu wanaweza kupata madhara wao, lakini hata zile mali zao. Tunaona sasa hivi wanaendelea na mitihani, lakini vitabu vyao wengine, akumbatao mpakato, zimeweza kuathirika na moto hicho, ambacho kwa namna moja nyingine inaweza kuathiri kwenye masomo yao. Kwa upande wa binadamu tumepata madhara kidogo ya mwanafunzi wanaf mmoja, ambaye ni miongoni mwa waliokuwa anakaa kwenye chumba, nadhani amepata mshtuko mdogo, na bahati mbaya ndio mwanafunzi ambaye alikuwepo wakati lile tukio linatokea. Kwao nadhani kutokana zile taarifa, mshtuko ameupata, lakini ameweza kukimbizwa zahanati ya chuo hapa. Na taarifa tuweza nazo kwamba anaendelea vizuri. Kuna timu ya wataalamu ambayo itashirikiana na timu ya Jeshi la Zimamoto kuweza kufanya tathmini nzima na kuweza kutoa sasa taarifa rasmi ya chanzo cha ile tukio na kuweza basi kutushauri kitaalamu siku za usoni tufanye nini kuweza kuzuia matukio kama haya, majanga kama haya yasiweze kutupata. Na kwa wale basi ambao chumba kile moto lilikoanzia pamoja na kile chumba cha juu pale tumeisha wabainisha na nafikiri mtaelezwa taratibu namna gani ambavyo tutaweza kuwasaidia kuaraka, kwa haraka kuweza kuhakikisha kwamba basi mnaendelea na maisha yenu kama kawaida. Lakini basi kama management pia tumeona kwamba wote ambao mnakaa wingi, hii utaratibu unafanyika, tutawahamishia kule hostel mpya. Kama mnavyoona basi limeshafika pale, mtaelekezwa utaratibu wa namna mtakavyotoka hapa, mtakavyoingia ndani chumba kimoja kimoja, wale members wa chumba mtaingia mtachukua vitu vyenu <coughs> baada ya kuangalia ni nini ambacho kipo na kadhalika, mtaelezwa ili tuweze basi kuhamishia kule na tuweze kuona taratibu zingine. Na kwa wale ambao pengine mlikuwa na testi leo ambao ni wakazi wa jengo hili ambao pengine mmeathirika na testi hizo, DVC <coughs> Academy huko hapa atatoa utaratibu wa namna gani msaidiwe ili basi msiweze kuathirika kwenye masomo yenu pia.